pia unaweza ukatufuatilia pale YouTube pamoja na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Itakupa nafasi ya kuendelea kulisoma neno la Mungu pamoja na sisi na kuendelea kuimarishwa. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji. Jina la Baba ya Mwana Roho Mtakatifu, Amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba umetuunganisha wanao kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba utusamee dhambi zetu na udhaifu wetu. E Bwana, tunaomba utuoshe kwa damu yako ya thamani, tupe kibali cha kuweza kusoma neno lako ili tuendelee kuwa imara. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu, tuanze rasmi usomaji. Sura ya ishirini na moja. Mwanangu, umetenda dhambi, usizidi tena. Omba dua kwa dhambi za kale. Uikimbie dhambi kama mbele ya uso wa nyoka, mradi itakuuma ikikaribia. Meno yake ni kama meno ya simba, unazifisha roho za watu Udhalimu wote ni upanga kuili. Ukipigwa nao hakuna kupona. Tisho na ukatili huangamiza makao. Hivyo nyumba ya Sodawi itafanywa gofu. Mungu husikia dua ya maskini, tena hukumu yake haikawii kufika. Mchukia kemeo yupo njiani pa mkosaji, bali amchaye Bwana atageuka moyoni. Mtaalamu humtambua aliye mbele yake na kumchunguza mwenye dhambi mara. Aijengaye nyumba kwa mali za watu ni kama akusanyaye mawe kwa kaburi makusanyiko ya wadhalimu ni kama kitani iliyofungamana, na mwisho wake ni moto wa miali njia. Ya wenye dhambi imelainika, haina mawe, na mwisho wake ni shimo la jehanamu. Mwenye kuishika torati hupata kutawala tamaa, na mwisho wa kumcha Bwana ndiyo hekima. Asiye mwerevu hatapata kuelimishwa, bali upo werevu uongezao uchungu tele. Maarifa ya mwenye hekima yatajaa kama kisima, na shauri lake kama chemchemi ya uzima. Mtima wa mpumbavu ni chombo kilichovunjika hataweza kuchukua maarifa maisha yake. Mtu wa maarifa akisikia neno la hekima, atalikuza pia na kuliongeza. Mtu mpotovu hulisikia na kudhihaki na kulitupa nyuma ya mgongo wake. Mazungumzo ya mpumbavu ni mzigo njiani Bali neema imo midomoni mwa wataalam. Kinywa cha mwelevu kitafutwa kwenye mkutano, nao watatafakari maneno yake mioyoni mwao. Hekima kwa mpumbavu hufanana na magofu, na maarifa ya mjinga ni maneno pasipo maana. Mafundisho ni pingu miguuni pa mjinga. Naam, pingu katika mkono wake wa kuume. Mpumbavu hupaza sauti yake katika kucheka, bali mwerevu ataona shida hata kuchekelea. Mafundisho ni pambo la dhahabu kwa mtu wa busara. Naam, vikuku katika mkono wake wa kuume. Mguu wa mjinga upo upesi nyumbani mwa mtu, bali mwelekevu atasita katika kuingia. Mpumbavu atachungulia mlangoni pa nyumba, bali mwenye adabu husimama nje. Ni kukosa adabu ya mtu kusikiliza mlangoni, lakini mtu wa busara angeona haya utenda hivi midomo ya wenye kiburi ni mizito ya kulaani, bali maneno ya wenye busara yapimwa katika mizani. Moyo wa mpumbavu u kinywani mwake, bali kinywa cha mwenye hekima ni moyo wake. Movu wanapomlaani yule, movu huilaani roho yake mwenyewe. msingiziaji huinajisi roho yake, atachukiwa popote akaapo. Sura ya ishirini na mbili mvivu fanana na jiwe litiwalo mavi, kila mtu atamfyonya katika aibu yake. Mvivu fanana na uchafu wa jani, kila ugusaye atakung'uta mkono. Ni aibu ya baba kuzaa mwana aliyejuha, na binti asiye na akili ni hasara yake. Binti mwenye busara ni tunu kwa mumewe, bali aletaye aibu ni huzuni ya mzazi wake. Aliye mtundu huaibisha baba na mume, naye atadharauliwa na wote wawili mafundisho wakati usiofaa ni ngoma kwenye kilio, bali mapigo na adhabu ni hekima wakati wa wote. Amfundishaye mpumbavu ni kama mwenye kuunga vigae, kama mwenye kumwamsha mtu alalae usingizi mzito. Mtu anayezungumza pamoja na mpumbavu amefanana na yeye anayezungumza na mwenye kusinzia, mwishowe atasema nini? Umlilie aliyefariki kwa maana amepotewa na nuru, umlilie mpumbavu naye kwa maana amepotewa na akili. Umlilie sasa aliyefariki kwa maana ameingia rahani, bali maisha ya mpumbavu ni mabaya kuliko mauti. Siku saba ndizo siku za kilio chake aliyefariki, bali kwa mpumbavu ni siku zote za maisha yake. Usizidi kuongea na mpumbavu, wala usimwendee asiye na akili. Ujihadhari naye, usije ukapata matata, wala usitiwe unajisi atakapojikunguta Ujigeuzie mbali naye, nawe utapata raha wala hutakuja kuchoka kwa ajili ya wazimu wake. Nini iliyo nzito kuliko risasi? Na jina lake nani ila mpumbavu? Mchanga na chumvi na chuma kitupu ni rahisi kuhimili kuliko mpumbavu. Maboriti yaliyokazwa katika jengo hayatalegalega wakati wa tetemeko. Vivyo hivyo moyo uliothibitishwa katika shauri lenye njia hautaogopa wakati wa hatari. Moyo uliokazwa juu ya akili zingativu umefanana na pambo la lipu juu ya ukuta ulio, ulio katuka mbwe juu ya ukuta mrefu, hazitakaa mbele ya upepo. Vivyo hivyo na moyo moga katika wazo la mpumbavu, hautasimama mbele ya hofu yoyote. kalitiae jicho jeraha hatu, hutokeza machozi na haya utiae moyo jeraha huvunja urafiki. Mwenye kuwatupia ndege mawe huwafukuza, naye anayemkaribia anayemkaripia rafiki huondoa urafiki. Ukiwa umefuta upanga juu ya rafiki usikate tamaa, yawezekana kuwa kurudiana ukiwa umefumbua kinywa juu ya rafiki usiogope, yawezekana kuwa kupatana tena, isipokuwa kwa ajili ya lawama na jeuri na kuifunua siri yake, na mapigo yaliyotendeka ya katika uhaini. Kwa hayo kila rafiki hukimbia upate kuaminiwa na jirani yako wakati wa umaskini wake, ili wakati atakapofanikiwa upate nawe kuchangamka. Uwe thabiti kwake wakati anapoteswa, ili uwe mrithi pamoja naye wakati wa urithi wake. Upo moshi wa tanu kabla ya moto Kadhalika yapo matukano kabla ya kumwaga damu. Usione haya kumsitiri rafiki yako, wala usijifiche machoni pake. Akikuambia siri usiitangaze mtu asikiaye, asije akakudhania u mfitini. Nani ataweka mlinzi kinywani pangu na muhuri midomoni mwangu nisije nikaanguka kwa ajili yake na ulimi wangu ukaniangamiza.